Ni mbona shikaji atazungumzia vitu vingi sana lakini vitu vingi ambavyo leo tunakuja tukuvizungumzia ni pamoja na kuhusu na tarehe nane mpaka tarehe ishirini na tano Uswahili, ni kwetu mtaani. Je, ili yeah, jambo umelipokeaje wewe kama shabiki ambaye unitazama? Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye Sancho TV Sancho TZ, au sio? Nipo mwenge sokoni, nipo na wajomba hapa, watatambulisha na kila mmoja atatoa kile ambacho kipo ndani ya moyo wake kufikisha bodi ya ligi katika vilabu vyetu pendwa. E bwana, mambo vipi? Safi bwana inakwaje? Hey, eh fresh, wewe unaitwa nani? Bwana naitwa Farijala kwa jina lingine aka Msambaa hapo. Msambaa, wewe wewe timu yako ni ipi kati ya Simba na Yanga? Mimi ni mwana Jangwani bwana. Ako nyinyi ni mleta utata, si ndio? Eh si ndio tumeleta utata lakini utata wa haki kabisa. Sasa hapo unapozungumzia haki, wewe haki iko wapi uliyoiona hapo? Ah sisi haki haki kwetu tumeipata sababu mwanzo wa mchezo wa tarehe nane uliahilishwa tu bila sababu za msingi kujulikana. Kwa hiyo sisi kama wana Yanga wenzetu wa Simba walikuwa wanatupa nguvu wanajipa nguvu sana. Yaani ni watu ambao walikuwa wanajitamba kwamba sisi tunaweza kufanya lolote na wanayanga yanga mkatii. Kwa hiyo sisi kwa jumla tulikuwa wanyonge sana. Lakini tukaje tukaambiwa Betini ya Dabi inacheza tarehe nane bila sababu za msingi. Tarehe 15. Tarehe 15 ndio ilikuwa inacheza. Umesema kwamba wana Simba walikuwa wanajitapa sana, si ndio eh? Kuahilishwa kwa hiyo mechi pia ukasema kwamba kuna sababu za msingi. Je, yeah, iliyopangwa tarehe kumi na tano sababu zenu za msingi zilitimia au hazikutimia? Ah, sababu za msingi zilikuwa hazijatimia. Sababu tuliambiwa kwamba tutatoa chanzo kwa nini mchezo umeahirishwa tarehe nane. Kwe, wewe chanzo umekipata? Aa, chanzo kwa sasa hivi sasa ndio uh -huh. kidogo angalau viongozi wetu si so walisema kwamba mpaka viongozi wa fenini wajiuzuru, wanaomiliki nani bodi ya ligi, kwa sababu wanafanya madudu mengi ili mchezo uchezwe eh, watu mpaka ajiuzuru. Kwa hiyo official ndani zaidi hatujajua ni nini, Sosi kubwa ilikuwa ni nini. Lakini kutokana na shabiki jinsi ulivyo mtaani, tulikuwa tuna nguvu tu kwamba hatuwezi kucheza tarehe 15 mechi ilivyopanga tena sababu, fulapia, kutole, kumbi, tano, sababu <laughs> e, wana, ni ghafla pia ilivyokuja kuja kutolea majibu kwamba inacheza tarehe 15 bila kujulikana sababu ni nini. E bwana ni timu ambayo imewafukuza wakoloni itaacha kuwafukuzisha viongozi katika bodi kuu cool ya ligi. Hii ni Yanga au sio? Kuna wajomba wengine nizidi kuzungumza nao. Hizi story au sio? Brother vipi unacheka brother? Eh? Unamcheka mwanao sana hapa kipala, eh? Acheka kwa sababu unaona anapata taabu, anapata taabu mshabiki wa Yanga. Ah, na wewe mshabiki wa timu gani? Mimi ni Simba. Eh? <laughs> Simba lialia au Simba liyari, tu wale watu, mimi ukisikia goal unashangilia. Ani Simba lialia kwamba kila Simba itakapoenda nitakuwepo nayo. Sasa, huyu ni mwanao si ndiyo, eh? <laughs> Nyinyi sasa mlivyokuwa mnakaa mtaani kama hivi, mnapiga story, wewe ulikuwa unatamani mechi ichezwe au isichezwe kabisa? Yani mimi nilikuwa natamani hii game game icheze. Kwanza hiyo tarehe nane kaji katokea, ikaahirishwa tukapangiwa tarehe tena, tarehe 15. Kifupi mimi nilikuwa natamani game ichezwe Yeah. sio kwamba Simba ndio walikuwa wanatamani mechi isichezwe kwa sababu ya kuhofia ule mziki wa Yanga pale kati. kwanza Simba haijawahi kuogopa Yanga. Acha utani wewe. Mimi ninachokwambia Simba haijai kuogopa. Sawa, ulivyosikia kwamba kuna viongozi wameshajiuzuru na wengine wamefutwa kazi. Wewe kama shabiki kwa upande wako wewe umechukuliaje hilo jambo au limekuwa limekutatiza sana katika swala zima la michezo hapa Bongo? Kwanza sio, sio, sio viongozi wote ambao wamejiuzuru, wapo ambao hawajajiuzuru mpaka sasa hivi. Acha ajabu na shangaa, Yanga wamekubali kucheza game tarehe ishirini na tano Ayanga wamekubali kwa sababu walisema kwamba kuna viongozi ambao wao hawataki, bado kuna, kuna kuna kiongozi ambaye ni, ni, ni mkubwa anaitwa nani huyo, anabodi ya ligi anaitwa sijui Kasongo ka sijui anaitwa nani huyo, bado hajajiuzuru <coughs> ah ha, kuna ule nani anaitwa nani ule sijui anaitwa na, nani naye, kiongozi pia wa TF bodi ya ligi bado huyo bado hajajiuzuru. Au brother, unaweza kumsaidia bwana huyu huyu ambaye amejiuzuru yeye, ana mchango gani naye kwake mpaka hii ligi kusema bwana tarehe 25 tunapeleka timu uwanjani, hali ya kuwa Simba nakumbuka alisema kwamba kama tarehe kumi na tano haitochezwa dabi, basi wao hawatocheza tena, na mpaka sasa hivi hakuna kauli yoyote iliyotoka kwa Simba. Je, nyinyi mashabiki mnahisi kwamba Simba ameogopa baada ya kukubali wote tarehe 25 kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa, tena umefunguliwa uwanja. Aa, nachoongea ni sahihi, ila sasa ukija kwa upande wa pili viongozi wenyewe wanajua wanavyo kinachoendelea wanachotumiza sisi nini, mashabiki, lakini wao oh, wanajua kinachoendelea ni kama kama mwenzangu alivyokuambia kwamba wamejiuzulu, lakini sio wote. Na maana yanga yeye ya alikokuwa anakitaka kimefanyaje kimetimia. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mimi ni shabiki wa timu Simba. Wewe ni Simba? Kwa wewe umefurahishwa na hiki na, na ambacho kimetokea? Aa, yani kwa upande wa pili ukija, kwa sababu unajua hata nani, hata hata shuleni kuna mwalimu kama kuna mwalimu unapofanya madudu sawa, alafu kila siku anakuangalia nao hato, na anachoka hata huyo mwanafunzi naye anafanyaje anachoka. Kwa kwa hiyo ina maana ile ni fundisho pia, sio sioyani. Yanga alichofanya yuko sahihi, kwa sababu ile una, una, ili uongozi uwe nini uwe imara, ina maana hata kesho na kesho kuto hawawezi wa, tena kufanyaje kurudia jambo kama hilo. Aha, sasa labda mimi niweze kunini kugusa sehemu nyeti kidogo, inasemekana